Najua umeshawahi kusikia kuhusu clomifen na maanisha clomifen citrate. Hii ni dawa ambayo imekuwa ikitumiwa na wanawake wengi kwa ajili ya kupambana na tatizo la infertility. Lakini wengi mmekuwa mkimisuse kwa maana hamjui usahihi wa kuitumia hii dawa. Yes, kitu kimoja tunaweza kukwambia ni kwamba ukimisuse hii dawa inaweza kuongezea tatizo badala ya kusolve, na kuna ambao hawana matatizo ya infertility lakini wamekuwa wakitumia kuamini kwamba wanaweza kupata mapacha, kitu ambacho sio kibaya. Lakini nikwambie takwimu uh, zinaonyesha kwamba kati ya watu wengi wanaotumia komifeni basi ni asilimia ndogo mno wameweza kupata mapacha. Ko, haina garantia 100% kwamba utaconceive mapacha. Sasa leo tuiangazie kidogo komifeni. Komifeni ni nini uh, inatumikaje, ni nani anastahili kutumia na ni nani hastahili kutumia je? yeah. Mtu ambaye ana PCOS, akitumia Clomifen, what's we going to happen? Follow me. Clomifen ni dawa ambayo daktari wako anaweza kuiprescribe au kuisuggest mara tu baada ya kugundua kwamba una tatizo ambayo inahitaji kutumia dawa hiyo, na dawa hii uh, imekuwa ikitumika kwa karne sasa kwa ajili ya kuondosha tatizo la infertility, kwa maana ya kurahisisha zoezi la kupevushwa kwa mayai ya mwanamama. Yes, hasa kwa wale ambao wanasumbuliwa na tatizo la infertility ni dawa ambayo imekuwa ikiwasaidia sana, lakini sasa hivi imekuwa kuna tabia wadada mnatumia uh, bila kufuata maelekezo kutoka kwa daktari. Na kitu pekee ambacho anaweza kukwambia ni kwamba usitumie Clomifen kama daktari wako hajai prescribe. Sasa ni nani anaweza kutumia Clomifen na ikampa matokeo ambayo anayataraji? Okay, mtu wa kwanza ambaye anaweza kutumia Clomifen, ni mtu ambaye amegundulika kwenye vipimo ana tatizo la homoni imbalance.